Kwanza Steven Mbeka wakati anaingia Simba mpaka anakwenda na timu Zanzibar, kwenye uwanja wa mazoezi, nafikiri kwamba amekaa na takriban siku nne. Hakuna namna wala hakuna maajabu mwalimu anaweza akabadilisha mfumo katika siku nne. Kile kilichotokea niliamini kwamba kinaweza kutokea, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu tulipata nini matokeo mi naamini kwamba muda upo, muda utaendelea kuwepo. Stephen Beka ataendelea kuicoach Simba tim, na timu inaweza akafanyaje ikabadilika, lakini huwezi ukamjaji Stephen Beka kwa mechi moja, huwezi ukamjaji Stephen Beka kwa mechi siku nne ambazo zilizokana nini na timu leo hii, angalia namna ambavyo timu alivyokwenda kuipanga kwenye rena. kuna wachezaji ambao tumewaona kwa mara ya kwanza Simba, tunajua wamesajiliwa Simba lakini hatujawahi kuona kwenye pitch. Leo mzungumzie Semfuko kwa mara ya kwanza tumeona watu wakashtuka. Kuna mmoja aliwahi kuniuliza huyu mchezaji katoka nchi gani tumemsajili? Nikamwambia ni kijana mdogo chipkizi, anayechipukia. Tumemsajili kutoka Coastal Union ya Tanga. Akaniuliza tena swali, tumemsajili kutoka dirisha dogo? Nikamwambia rasha, ni mchezaji ambaye tumemsajili toka tume dirisha kubwa, tunaye muda mrefu. Lakini Steven Beka kwa sababu anaingia, akaenda akamjaribu, watu ameona wa performance yake. Mimi naamini tuendelee kumwamini mwalimu, anaendelea kuisuka timu, anaendelea kuingiza mifumo kwenye, kwenye, kwenye timu yake, timu itakaa sawasawa lakini kwa sababu confidence aliyokuwa nayo Steven Becker hmm, ametuambia wana Simba mahitaji yake, kuona namna ambavyo Simba nakwenda kwa mabingwa mapinduzi, na yeye kasema karba yake huwa anafurahi kuona timu ambayo anayefundisha kuhakikisha kama inaingia katika mashindano basi inapata tournament kikubwa. Sisi mashabiki tuendelee kutoa support, tuelekee Zanzibar. Lakini mi sienda Zanzibar, uh, mipango imekaa vibaya. Utanipeleka Salome wewe upo. Mimi nahitaji kwenda Zanzibar lakini naamini inshallah kwa Mwenyezi Mungu tutakwenda Zanzibar kwenda ku support team na, na mwisho wa siku tutakwenda kuwa mabingwa wa mapinduzi. Bado tumalize na hili tuko hapo e, tuangalie wachezaji ambao wamepata nafasi kwa muda mrefu watu wanatamani kuona wanapata nafasi, lakini bado wanapata nafasi hawaonyeshi kile kitu ambacho mashabiki wengi wanatamani kukiona kutoka kwao, hili unalizungumzia? Kwanza mchezaji acheze katika pichi kwa matakwa ya mashabiki mm. mchezaji anacheza kwenye pichi kutokana na maagizo ambayo mwalimu alofanyaje, aliyemwagiza. Kwa hiyo ukitaka kuchukua maoni ya mshabiki mmoja mmoja kwa namna ambavyo mchezaji anavyotakaye acheze, mi nafikiri mtaingia mvurugano. Wachezaji wote wa Simba waliocheza kutokana na maagizo ya mwalimu Stephen Beka, namna ambavyo anavyofanyaje, anavyo anavyoagiza, ni maagizo ya kocha yes. Performance kuwa chini, ni maagizo ya kocha timu gani performance ilikuwa chini? Tunazungumzia wachezaji mmoja mmoja. Nani ambaye wewe ulimuona performance iko chini? wachezaji wa Simba wote wana majina no wewe umesema, funguka ili mradi tuweze kujibu, watu wapate kujua mchezaji gani ambaye unahisi wewe katika mtazamo wako alicheza katika kiwango cha chini, ili tumwambie Salome wa Mtanange anasema, mechi hii ulicheza katika kiwango cha chini, badilika, sema Moja katika mtu ambaye yule ambaye anataka kuridhishwa mm. aliyowatuma hili swali, wa nafikiri mgemtafuta Steven Becker ndio angelijibu vizuri kwa sababu yeye ndio aliwatuma wachezaji, leo tunakwenda kwenye mfumo mfano 3 2 3 1 mm. yeye, yeah, yeah. Je, yeah, maagizo aliyoyatoa ni yale ambayo alikwenda kutekeleza, na ndio maana kwenye football kuna sabu station ambazo mwalimu anakwenda kuzifanya, maana yake kwa namna mbili, aidha mchezaji ame ajafanya vizuri, amechoka au mchezaji ameshindwa kustimiliza maagizo ambayo anafanyaje aliyepewa leo hii mm. swali lako limekuwa gumu kujibika. kuna muda mwingine Kisugu anakwenda kumlaumu David Beckham mm. kuna muda mwingine Kisugu anakwenda kumlaumu Messi, hajacheza kwa namna ambavyo Kisugu anafanyaje anivyotaka. players anacheza kwa maagizo ya mwalimu Kisugu. Wewe Salome, mm. tusikimbiane mm. tuambie mchezaji gani wa Simba amemwona akacheza chini ya kiwango? wengi walicheza chini ya kiwango moja moja Kisugu, ngoja nirudi kwanza hapa. siku za nyuma ulitoka hadharani na kuwalaumu wachezaji kwamba hawajitumi wa Simba, leo kwa nini unageuka? kuna mchezaji na wachezaji mm, kuna mchezaji na wachezaji. Mimi timu isipopata matokeo, ninachokiamini kwenda kuwazungumza na wachezaji, si mchezaji, nieleweke vizuri. Tunachoamini wachezaji wakiingia uwanjani, wanatakiwa kwenda kupambana, timu ipate matokeo maana yake timu ikikosa matokeo sio personal issue ya mtu, ni personal ya timu, na ndio maana kuna muda mwingine naambia wachezaji wamecheza chini ya kiwango. Salome, leo umenisaidia mtanange, leo umenasa kwenye ulimbo, uweke wazi wewe, umezungumzia mche, kuna wachezaji na mche, mchezaji gani wa Simba aliocheza chini ya kiwango? Baadhi ya wachezaji wengi, mimi naamini wachezaji wa Simba wote walicheza vizuri na ndio maana tumepata matokeo. E, bwana Mikoi, nataka tufunge na hili hapa, bwana sajili za wekundu wa Msimbadhi, Simba Sports Club, pengine ziko taarifa zinasemekana, huenda mwamba Lusaka triple C, klatus chota Chama, huenda akarejea ndani ya viunga vya wekundu wa Msimbazi Simba. Niko tayari kumpokea wana Simba kwa kumalizia pale ambapo management ya Simba itakavyomtangaza. Tuko tayari endapo management ya Simba ikimtangaza, tuko tayari, kwa sababu wao ndio wamepewa dhamana, wao ndio wamekwenda kufanya maamuzi. Biblia imetufundisha tuwaheshimu viongozi waliokuwa na mamlaka madarakani. Kwa hiyo mimi kwangu binafsi, wakimtangaza, lakini sitarajii na wala sifikirii, na niwaambie huo mpango haupo. Shida ya waandishi, mnatumika vibaya, mnatengeneza propaganda kuficha madudu ya Yanga kwamba waliferi kwenye usajili ili isiwe stori, tufanyeje? yeah. Mnaibuka na mambo yenu, mnasema chama anakwenda wapi? yeah. Mnatumika vibaya waandishi. Leo hii wewe mtanange Salome, laiti ingekuwa usajili wa Yanga ulioferi, musa Konte anaondoshwa kwa stalile ndekuwa mgekuwa mchezaji wa Simba mgesemaje? Leo mnatumika waandishi kwenda kuua story mnatengeneza story nyingine ajeondoka kwa sababu nilisema yeah. Nyinyi mashahidi waandishi. <laughs> nilisema mimi ndo mtu wa kwanza kwenye dunia hii yeah. Kwamba management yake imekataa, na bahati nzuri niliongea mimi na wakala wake, wakasema ni kweli, nataka kumpeleka kwa mkopo, hatuko tayari. Tuko tayari kuvunjwa mkataba, lakini mchezaji si kupelekwa. Kwa nini kwa mkopo? ana mkataba wa miaka mitatu. Rudini kwenye uasiria semeni mm. Nyinyi waandishi, kuna muda mnatumika kwenda kuwachonganyisha mashabiki wa Simba na uongozi wao. Leo mnasema, msemaji gani? Mwandishi gani wa habari? Mchambuzi gani aliyediriki kukaa mbele kuambia Yanga mmeferi kwenye usajili wenu? Nani wewe, Salome? Ujui wewe, Sport Point? Hujui mmesema, Fabi meongea, sioni ajabu, sistushwi Waandishi wa habari kabla Mungu hajakuleteni kwenye dunia, alisema ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo, kwa sababu alijua mtakuwa mtendi haki. Nendeni mkaseme kwamba yanga amefeli kwenye usajili, ili jambo la yanga lisije, mnakwenda kuvuvua jambo lingine la chama ili lizungumzwe, jambo la chama msizungumze swala la Musa Barakonte. Semeni na mwogopa Mungu? Hamna, si bado yupo. Wao hajatoa taarifa ile kwa na rasmi. Nani Simba katoa taarifa rasmi kwamba chama anakwenda Simba sana chana chanachana Salome, naamia na kwako. Sasa nani, unajua leo nilivyoamka, nataka kuonyesha watazamaji wajue namna ambavyo waandishi walivyo. Kimsingi lazima niseme kama nilivyosema awali, leo ningependa sana kuizungumzia timu ya taifa ya Tanzania tuwapongeze si kwa sababu wamefungwa goli moja na Morocco, tuwapongeze kwa sababu hatua walofanyaje waliofikia, lakini mimi naamini pia tunahitaji utulivu katika wachezaji wetu. Utulivu jana ungekuwa mkubwa, mimi naamini dakika 90 zingeenda kuamua. Simba Sports hii inaonyesha namna ambavyo nilivyokuwa na mahaba makubwa na Simba naua <laughs> Ishirini na saba inafurahisha, serikali imejitoa, miundombinu inaendelea kusimamiwa. Mi nafikiri ishirini na saba uwanja wa Samia Stadium Arusha tayari uko sawasawa, uwanja wa Dodoma huko katika hatua nzuri, uwanja wa Benjamin Mkapa uko sawasawa. Mi naamini ishirini na saba tutasimama vizuri katika mashindano ya AFCON. Tutapata matokeo ya goli tatu, inshallah nakwenda hatua nyingine kwenye mashindano ya Mapinduzi. Asante sana.